Mtazamaji hapa jijini Nairobi, wewe unafanya kazi gani? Wengi wanalalamikia ugumu wa maisha na mfuko wa bei za bidhaa muhimu nchini, ama mfumko wa bei za bidhaa nchini. Hata hivyo, inakadiriwa kwamba kila mwaka Wakenya takriban laki mbili unusu uhamia mjini kuja kujitafutia kazi. Kwa ajili ya ukosefu wa ajira, wengi sasa wamegeukia kazi ambazo labda ungezidharau kama kuuza githeri njiani na mayai yaliyochemshwa nyakati za usiku. Taarifa yake Lofty Matambo ni saa kumi na moja jioni, mtaani Pipeline, na hapa Purity Kawera, mama wa watoto wawili, yuko katika harakati za kuchemsha mayai, mayai anayopania kuyauza mara tu giza lingi, hapo katika maeneo ya mikahawa na kwa wapita njia ili kukimu familia yake. Sipati, nimetafuta nikaona nifanya hii kibarua tu, sababu ni biashara kidogo sana. ukuwa na miaka mbili umesaja hivi biashara. Kazi ambayo ameifanya kwa kipindi cha miaka mitatu sasa na kugundua wasa mwafaka wa kuuza mayai hapa ili angaa apate faida kiasi nyakati za usiku. Usiku ni mzuri sana, kuna pesa mingi sana kwa watu i zari, hakuna pesa saa nane saa tisa niko huko nje. Bila shaka kwa wengi wanajiuliza vipi mwanamke anafanya biashara hii nyakati za usiku haswa ikizingatiwa hali duni za kiusalama hapa jijini. Hapa za kijiji naona iko sawa, mimi natembeanga sio wapi. Purity huuza yai moja kwa shilingi 20 tu. Siki ikiwa mzuri kabisa unapalanga tu shilingi 600. Kwake kazi ni kazi, bora tonge kinywani huko tunafanyanga, anapatanga mtu anauza njugu, mwingine mwingine anauza salts, mia, anauza socks, mwingine anauza hapa. Town ni pazuri, sababu utaweza fanya biashara yote. Bidii yake imempa fursa ya kuyakidhi mahitaji yake na hata ya wazazi wake. Nimelea watoto hiyo miaka tatu, nimeekea mamangu maji lakini nesi, niko mtoto wangu anaenda form 1. So nimezipanga bila ataingia. Ugeni wangu haukuisitisha biashara, kazi ikaendelea. hayuko pekee kati ya wanaojikakamua kuyamudu maisha jijini. Kuna mama pima hapa, mama Cynthia, maarufu mtaani Pipeline kwa wapenzi wa githeri. Kuamka huwa naamka saa kumi na moja na nusu ili nitembee mpaka pale mahali pa kazi na nibandike chakula. Mama Cynthia halalamiki kwani kazi hii inampa takacho, japo mzigo wa familia ujuu yake. Yeye hukimbizana na muda kama Wakenya wengine wafanyavyo kwa siku kama elfu moja mia nane na sita kama ni watoto kusoma, walianza kusoma, walisoma. Mtoto wangu wa kwanza alimaliza data collection, sasa hiyo ndio anafanyia kazi kwa sasa. Hii imekuwa afisi yake kwa miaka minane sasa. Tukija hapa tutapata kama kuku wetu wa mia moja huko mia mbili. Kisafi, usafi, jinsi wateja wanavyofurika furifuri, si shaka hakuna kazi ndogo wala mbii, bora chakula mezani. Wakenya huhamia mijini ili kutafuta ajira, huduma bora na kujiendeleza. Kwa upesi, athari za kufurika mijini hazifichiki. Nafasi chache za kazi, msongamano na maovu kuongezeka ni baadhi tu ya masaibu jijini. Mazambani, kwetu ni Kirenyaga. Sina mpango wa kurudi nyumbani mpaka nisomeshe watoto. Hongera kwa mama Cynthia na Purity ambao ni mifano mizuri ya wale wanaofanya kila lao ili maisha jijini yasiwashinde. Lofty Matambo, KTN Nairobi.